Kwa sababu haingii akilini, wao ndio wanatusisitizia mambo ya biashara na viwanda. Na thimu ya mwaka huu, anieleze kama imebadilishwa, thimu walioitangaza inazungumza juu ya kukuza biashara kwa maendeleo ya viwanda. Sasa wao badala ya kuzungumzia juu ya maendeleo ya viwanda wanataka wajenge hoteli hapa, wajengeneze majengo mapya. Sasa sijaelewa sasa. Kama hizo hela zipo basi, mzipeleke mkajenge kiwanda cha mfano. Haya majengo yaliyopo ambayo mnayaona yamechakaa, hawa wanaokuja kuonyesha bidhaa zao, wapeni hata bule wajenge ili kusudi kila mwaka wao wanaonyesha. Hawa Hyundai waliopo hapa wameweza kuwa na maviwanda haya, wakiamua kujenga jengo hata mngetaka la ghorofa ishirini watajenga, halafu ninyi mtakuwa mnakatana polepole pole kwa percentage, na wao mkawapa hayo majengo wakaonyesha hata kwa miaka hamsini. Kwanza mtakuwa mmewabana kwamba kila mwaka watakuwa nakuja kuonyesha, na majengo haya hawawezi wakahama nayo badala ya ninyi kutumia hiyo hela resources ndogo kuanza kujenga majengo hayo, hiyo hoteli. Kwani mkijenga hoteli hapa lazima walale hapa hapa? Mnaweza mkajenga hoteli hapa bado wakaenda hotelini mjini. Mimi nilifikiri hili la kujenga jenga majengo nini, fikirieni zaidi katika kujenga viwanda, ili kusudi mkapate viwanda kwa ajili ya mfano ya kuonyesha wizara kweli iko up front kwa kujenga viwanda haya. Majumba haya yanaweza yakawa sio mazuri sana, lakini ni mazuri kwa watu wa Tanzania ambao wanataka kuona bidhaa yanayowaleta hapa, sio majumba. Inawezekana, na ndio maana wengine mitambo yao iko nje. Watanzania wanakuja hapa kuangalia teknolojia na bi, na vifaa vilivyomo. Sasa inawezekana mimi niko tofauti, labda focus yangu ni very poor Munisamehe, lakini katika maelekezo wangu ninaona hizo hela mnataka kuzitumia vibaya. Na kama mwenyekiti, nimekuteua juzi tu, umeshaanza kufikiria majengo hapa. Pamoja na bodi yako, mnanifanya nifikirie zaidi. lakini nimeshasema nimewapongeza na ninawapongeza washiriki wote. Basi tuangalie masuala ambayo ni very positive kwa taifa hili. Tunataka tuwe na viwanda vingi, sio hoteli nyingi. Tunataka watu wetu, ukishajenga kiwanda hata kama ni kimoja tu, hizo hela mlizoplani zitatengeneza ajira za Watanzania na Watanzania Serikali itapata revenue na bahati nzuri watanzania sasa hivi wameamuka katika swala la kulipa kodi. Mmeona tu juzi tulipofanya mabadiliko tu kidogo katika kodi za majengo. Siku za nyuma, TRA walikuwa wanatoa kodi hizo kubwa tu ambazo hazilipiki na hakuna mtu aliyekuwa anatamani kulipa. Wameweka kodi ambayo ni reasonable Leo watu walipa kodi wanagombania kwenda kulipa kodi. Haijawahi kutokea katika nchi hii, kila mmoja anataka kwenda kulipa kodi, na nimeshukuru sana TRA mmewaongezea muda wale walipa kodi ambao ni wazuri, wameamua kwenda kulipa kodi zao wenyewe. Mjipange vizuri sasa katika kupokea kodi, tatizo sasa linawezekana likawa vigumu kwa ninyi mlivyojipanga kupokea hizo kodi, lakini Watanzania wako willing kulipa kodi. Kwa hiyo, hayo ni mambo ambayo tukiyafanya kwa Watanzania wengi, wafanyabiashara, wawekezaji na kadhalika, tutajenga taifa la watu wanaopenda kodi. Watu wengi sio kwamba wanachukia kulipa kodi, wanachukia kodi za ovyo ovyo ambazo zinawafanya wao wapate hasara badala ya kupata faida. Kwa hiyo kwa mwelekeo huo, nina uhakika nchi yetu inakwenda vizuri na mimi napenda niwapongeze sana Watanzania wanavyoshiriki katika kulipa kodi, kwa sababu fedha hizi ndizo maana zitatusaidia katika kujenga maendeleo kwa ajili ya watu wengine wote. kwa ndugu zangu mabalozi ambao mmehudhuria hapa, ninawaomba kupitia nchi zenu muisaidie nchi hii katika kujenga miradi mikubwa ambayo itakuwa na multiplying effect kwa Watanzania wengi na mradi mmoja mkubwa sasa hivi ambao Tanzania tumeamua kuujenga ni Stiegler's Gorge. Nilikuwa nazungumza na balozi nafikiri wa Norway, jana. Nilikuwa jana, yes, wakati nazungumza na waziri wa mambo ya nje wa Norway, alikuwa amekuja hapa kututembelea na mnafahamu Tanzania tuna mahusiano mazuri na serikali ya Norway, wametusaidia katika mambo mengi kama ambavyo tunashiriki na nchi mbalimbali. Alizungumza barozi yule kwamba honeymoon yake alikuwa Stiegler's Gorge, na mimi nikagandamizia hapo hapo kwamba ulikuwa unashiriki kwenye honeymoon pale kwenye Stiegler's Gorge, sasa tusaidie hizo fedha ili ziweze kutengeneza Stiegler's Gorge ambayo watu wengi wataenda kwenye honeymoon wakati na generate umeme kwa Watanzania kwa sababu tukisha produce 210 megawatts watu wengi watakuwa kwenye umeme na watakuwa wanashiriki honeymoon hata wasipofika Stiegler's Gorge. <laughs> ninauhakika waziri wa mambo ya nje alichukua hiyo challenge, lakini niwaombe mabalozi wote wa nchi zote mlioko hapa, iwe Marekani, China, Italy, Korea, any country my request To you. We need real support for the development project ambazo the multiplying effect yake is going to be bigger for the benefit of the people of Tanzania. Ndugu zangu, Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Jukumu langu la leo ni kuja kufungua maonyesho haya. Ningetamani sana niyatembelee mabanda yote, lakini inawezekana uwezo huo sitakuwa nao. Lakini nipende tu kuwashukuru sana tena TanTrade, na wizara husika kwa juhudi kubwa mnazofanya katika kuitangaza nchi, hasa katika nchi hii ya viwanda. Niwashukuru sana washiriki wote na nikuombe Mheshimiwa Waziri, kama itawezekana, kwa sababu saa nyingine maonyesho haya yanakuaga mafupi, yanapoanza kuchangamka zaidi mnatamka yamefungwa, wakati watu ndio wanataka wachangamkie, na saa nyingine hata hawa walioleta bidhaa zao, saa nyingine wanataka waziuze, kwa sababu kuja kuleta bidhaa mpaka hapa na kuzirudisha nazo zina gharama zake. Mimi ningeomba ikikupendeza na nafikiri hayo mamlaka unayo, ikishaisha hiyo siku ya Sabasaba tarehe ambayo ndiyo mwisho, kwani kuna ubaya gani ukiongeza tena siku zingine hata tano, watu wakaendelea kuja tu kununua au hata siku nne, kwa sababu hayakupunguzii lolote wewe, hayakupunguzii chochote wewe, uwe hapa uwe haupo wananchi watakuja kufanya biashara zao. Kwa hiyo mimi nilifikiri kama litawapendeza kupitia na mwenyekiti Chiza, pamoja na bodi yake, kama hili litawapendeza likawagusa katika mioyo yenu mizuri, basi muwaongezee hawa wananchi wa Dar es Salaam waweze kushiriki katika muda mkubwa mrefu zaidi, lakini pia inawapa nafasi kwa taasisi ambazo zimekuja kutangaza bidhaa zake, watu wengi kujifunza, kwa sababu learning is a continuous process. Baada ya kusema haya, Mungu ayabariki maonyesho yetu ya Sabasaba, Mungu aibariki Tanzania na Mungu awabariki washiriki wote wa ndani na wa nje. Napenda kusema asanteni sana na sasa nimeyafungua rasmi maonyesho haya ya 41 ya mwaka 2017. Asanteni sana. Naomba tusimame wote tum, tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais.